Wapendwa watazamaji wa Tumaini Televisheni, nawakaribisha tena katika kipindi chetu cha Birika ya Betsata, faraja kwa watu wote. Na hivyo basi tumkaribishe Mungu awepo kati yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. E Mungu Baba mwenyezi, tunakuja mbele yako kwa maana tunakutumainia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 Tunaona katika birika ya Betsata palikuwa na jamii kubwa ya wagonjwa, vipofu, na wale waliopooza, na sasa tunaendelea na sehemu ya upofu, hasa katika adhimisho la misa takatifu. Katika vipindi vyetu vilivyopita, tuliangazia kwamba misa takatifu ni kushiriki sadaka ya Yesu pale msalabani, nayo na inatuletea mambo makuu matatu kwa maana ya kwanza, ukamilifu; pili upatanisho; tatu amani. Hii ni kama inavyoelezwa katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya kwanza aya ya kumi na tisa na ile ya ishirini. Ndugu zangu tuendelee kuangaza kuona upofu wetu katika adhimisho la misa takatifu. Sasa sehemu ya pili, sehemu ya upatanisho. Mtume Paulo anawaambia Wakolosai vitu vyote viweze kupatanishwa naye kwa sadaka ya Yesu pale msalabani. Tunaposhiriki adhimisho la misa takatifu, tunaalikwa katika kushiriki kwenye upatanisho. Upatanisho una mambo makubwa matatu. Kwanza tunaanza katika toba, pili msamaha na tatu ukarimu. Ndugu zangu watazamaji, tunaposhiriki misa takatifu tunaalikwa kwenye upatanisho, lakini kwenye toba, Yesu mwenyewe alipoanza kuhubiri alipoanza kufundisha alitualika kwa kusema tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Tunaona katika Injili kama ilivyoandikwa na Matayo sura ya nne aya ya kumi na saba. Kwa nini Yesu anasisitiza, anasisitiza toba? Yesu anasisitiza toba kwa maana toba inazo faida kadhaa katika maisha yetu. Faida ya kwanza ya toba ni kufungua mlango wa mafanikio. Tunasoma katika kitabu cha Mithali sura ya ishirini na nane aya 13 kumi na tatu, inayotwalika kwa kusema yeye azifichaye dhambi zake huyo hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha huyo atapata rehema. Ndugu zangu, toba inatuletea kufungua mlango wetu wa mafanikio katika maisha ya kiroho na katika maisha ya kimwili. Mara nyingi hatufikii malengo, mara nyingi hatufanikiwi kwa sababu bado tumeufunga mlango, na mlango wenyewe ni kufanya toba. Tunaposhiriki misa takatifu, tunapewa hii nafasi kuishiriki sadaka ya Yesu pale msalabani, inayotuletea upatanisho, kwamba kukaribishwa kwenye toba ya kweli, na hivyo kufungua milango ya mafanikio yetu. Lakini pia toba haiishi tu kutupa kufungua mlango wa mafanikio yetu. Toba inatukaribisha katika kuweza kupata suluhisho la matatizo yetu. Wana wa Israeli walipoanza kutolewa uhamishoni wa kutoka kule Misri kwenda katika nchi ile ya ahadi, walipata misukosuko ya kupita jangwani, wakakosa chakula, Mungu akawapatia chakula, Mungu akawapatia maji pale walipokosa maji, lakini baadaye walinungunika wakasema, hiki chakula chenyewe hakina ladha. Na Mungu akaruhusu nyoka wa sumu, nyoka wa moto, wakaweza kuwauma watu, wengi wakafa. Walipoona wanaangamia walirudi wakamwambia Musa, tuombee kwa Mungu kwa maana tumemkosea Mungu na tumekukosea na wewe kwa kunung'unika. Naye Mungu akawaombea wana wa Israeli kwa Mungu. Kisha Mungu akampa maelekezo akamwambia, fanya nyoka wa shaba, tundike juu ya mti, na kila atakayeumwa akimtazama yule nyoka wa shaba atapona. Musa akafanya yule nyoka wa shaba, akamtundika juu ya mti na kila aliyemtazama basi alipona. Ndugu zangu, tunapata ushahidi huu katika kitabu cha Hesabu sura ya ishirini na moja aya saba mpaka ile ya tisa. Kilichowafanya wapone ilikuwa ni ule moyo wao wa toba, wakapata suluhisho la matatizo yao. Sisi nasi ndugu zangu, toba inatukaribisha kupata suluhisho la matatizo tunayokutana nayo Uoga, hofu ambavyo vinatupelekea hata kupata magonjwa kama ya kisukari, shinikizo la damu, vidonda vya tumbo, afya ya akili na mengine kadhaa, ni kwa sababu tumekataa kufanya toba. Sasa tunaalikwa katika toba, ili kwa toba hii tuweze kujipatia suluhisho kama vile wana wa Israeli walivyorudi kuomba toba na hapo, wakaweza kupatiwa suluhisho la kuwashinda na kuponywa na wale nyoka wa sumu au nyoka wa moto, kama ambavyo matoleo mbalimbali ya Biblia yanavyoonyesha. Ndugu zangu, hatuwezi kuipata hii faida ikiwa kama hatushiriki katika misa takatifu. Kwa mara kadhaa, watu tunapuuza watu, tunazembea, watu tunachechemea kushiriki katika adhimisho la misa takatifu, na hata labda tukishiriki, hatushiriki katika ile hadhi, katika ule e, muktadha unaotegemewa, na hivyo tumepoteza faida kubwa ya upatanisho, ya toba ambayo inatuletea kupata suluhisho la matatizo yetu baadhi ya changamoto baadhi ya magumu na matatizo tunayokutana nayo yanaweza kupata suluhisho. Lakini faida ya tatu ya toba, ambayo Yesu anatukaribisha akisema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia, faida yake ni ile kwamba matatizo yetu, dhambi zetu zitasamehewa na taondolewa kwenye makosa yetu, tutaondolewa kwenye na adhabu yetu itaondolewa. Tukirejea katika kitabu eh, cha kwanza, kitabu cha pili cha Samueli sura ya kumi na moja sura ya kumi na mbili aya ya kumi na tatu tunasikia Daudi akimwambia Nathanaeli mtumishi akimwambia Nathani mtumishi na mtumishi wa Mungu nimemfanyia Mungu dhambi kwa maana nimetenda niliyoyatenda. Na Nathani anamwambia basi, Mungu amesikia naye ameondoa dhambi yako, nawe hutakufa. Kwa hiyo, Daudi anaondolewa adhabu ya kifo kwa sababu ya toba, dhambi yake inasamehewa. Sisi nasi tunapata nafasi ya kuondolewa adhabu tunayoistahili kwa sababu ya toba. Na nguvu ya kufanya toba hatuipati kwa mtu mwingine, hatuipati dukani, hatuipati kwa kutazama mpira, kwa kufanya michezo mbalimbali, au kwa maarufu katika karama fulani fulani. Badala yake ni kushiriki misa takatifu ambapo shiriki misa takatifu inatukaribisha basi katika eh, hali hii ya kuweza kupata nguvu ya kufanya toba ya kweli ambayo inatupa hizi faida tatu muhimu. Kwanza, tunafungua milango ya mafanikio yetu katika maisha yetu. Pili, tunakuja na kupata suluhisho la baadhi ya matatizo yetu, changamoto na magumu mbalimbali tunayokutana nayo, na hatimaye tunapata namna ya kuweza kosa letu kusamehewa, lakini pia adhabu tunayoistahili kwa makosa yetu kuondolewa. Kwa upofu huu tunasita tunachechemea, au tunapuuza kushiriki misa takatifu. Sasa hebu turejee katika hili birika ya Betsata itakayotupa faraja, faraja ambayo inatupa nafasi ya kufungua milango ya mafanikio yetu, faraja ambayo inatupa nafasi ya sisi kupata suluhisho la magumu, changamoto na matatizo ambayo tunayoyapitia, lakini zaidi makosa yetu kusamehewa, na zaidi ya yote adhabu tunayoistahili kwa makosa yetu inaondolewa. Ndugu zangu watazamaji na waamini wenzangu, na watu wote wenye mapenzi mema, misa takatifu inatupa nafasi hii ambayo ni ya pekee sana. Kumbe ni vema tushiriki, ni vema tusipuuze, ni vema tuhamasishane kushiriki katika misa takatifu, kushiriki nguvu ambayo ni ya sadaka ya Yesu pale msalabani, nayo hii ya upatanisho ambayo inakuja kwa toba, na kwa toba hiyo sisi wenyewe tunapata basi hizi faida ambazo nimezitaja, ambazo ni muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu <coughs> ili basi tuweze kufikia milango ya mafanikio yetu, ya maisha yetu ya kiroho, maisha yetu ya kimwili, ili tuweze kupata suruhisho ama dawa ya matatizo ambayo yanayotusonga, tuweze kupata suluhisho la changamoto tunazokutana nazo, tuweze kupata mm, suluhisho la magumu mbalimbali mbali. Na kwa kufanya hivyo tunaweza kuichota hii nguvu wapendwa ndugu zangu, tunaposhiriki misa takatifu tunaposhiriki misa hii takatifu tunashiriki sadaka ya Yesu msalabani, na kwa sadaka hiyo basi sisi tutajipatia hii faida ya pekee sana. Nitumie basi nafasi hii kumwalika kila mmoja wetu kujitathimini, jinsi gani nimepoteza fursa ya pekee, jinsi gani nimekosa faida ya pekee ambayo hatuipate sehemu nyingine yoyote isipokuwa katika adhimisho la misa takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari yetu ya leo imeletwa nami Padre Josefu Mashauri Lukuba, padre wa shirika la watumishi wa wagonjwa ama Wakamiliani na, na hudumu katika jimbo kuu la Dar es Salaam, Parokia ya Mtakatifu Kamili, Yombo Kiwalani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina.